Hizi ndizo sababu zitakazokupelekea wewe kupata tatizo la peritonitis ambayo ni ugonjwa au uvimbe kwenye peritoneum, ambao peritoneum ni, ni utando unaofunika vitu vinavyopatikana tumboni au viungo vya tumboni kama ini, figo na kadhalika ambapo sasa sababu ya kwanza ni kupasuka kwa sehemu ya utumbo, tumbo au appendix na sababu ya pili ni kupasuka kwa vidonda vya tumbo. Ikiwa mtu ana vidonda vya tumbo vikipasuka, vinasababisha hali hii kujitokeza. Na sababu ya tatu ni mawe kwenye kibofu ambayo anapelekea hatari kwenye kifuko cha nyongo na kusababisha peritonitis. Sababu ya nne ni maambukizi yanayotokana na PID kwa wanawake, lakini kwamba mwanamke ambaye ameathirika na PID inaweza kumpelekea maambukizi yakatoka mpaka nje ya nyongo akasababisha matatizo kwenye Peritonia. Sababu ya tano ni kuumia kwa tumbo na sababu ya sita ni matatizo baada ya upasuaji. Ikiwa upasuaji umefanyika na mtu huyo ana maambukizi ya bakteria uh, bakteria hawa wanaenda kuathiri sehemu ya tumbo ambapo inapelekea peritonitis. Kwa hiyo kwa kujifunza zaidi usikose kufollow account yangu au kusubscribe kwenye YouTube channel yangu ili uweze kujifunza zaidi.